Umekuwa na mtoto toka wapi? Ni boy ama ni dem? Ah, ah, umekuwa to, umekuwa na mtoto toka wapi? Mtoto sio wangu, ni wa besti yangu, so mtoto adimnizangale sio wangu

<coughs> Kwema. Kwema, mm, jinsi nilivyokuelekeza mambo ya yule msichana hapa mm, ndani mna maneno mm, na kila kitu kitaweza kujifichua tukiwa humu humu ndani mm, wala tubanduki mm. Mm. Oh.

ni kama wanalipa rent hapa. Inafanana kwako, haifanani? Hadi hizi fanana, masi, usimwambie kitu pesa Sihitaji watu kama, kama ni family kama you know, family kama inahusiana na familia Wesley nothing, si familia Wesley. Na papers nini, documents hizi zishachukuliwa zishapewa, sijui nani, nilishajua Wesley na kitu oride, ashanyang'anywa <laughs> oh, wewe yeah. ziko

Si ni ni wana, oh, so Kendra, Tuh -tuh, asikuja asikuja kuniletea anionyeshe uh, bila na disrespect mm. Asikuja hapa baba, ulipi rent kapolepole sawa, last siku utajipata nje na kuna kama uwezi kubali, toka nje bro, aulipi rent na document urudishe mwenyewe, na nunua basi, itakuwa poa. Kwanza una, una, una unanunua na pesa nyeso yako hadi una hadi aibu, naweza nunua nini nini? Kwanza weka mguu chini hapa, si kwako si? mimi Niko nayo nina ulipia documents ma yenye mtu mwenye jamaa za shule na mtu mwenye jamaa za shule amengangana UK for 2 years and a half. Unapia na documents, nani mjinga? Mama ona, usiwe kwa hii nyumba ndio utakula mali ya mtoto wangu umalize wewe. Ndio ulifanya hata nikageuza kila kitu, usini support. Ulifanya aje na uko unanijua hadi ama umesahau kunijua? Mmeanza kuongea <laughs> Huyu hawezi maliza manamenziregeshatanuna hata ajai niona akona beef, nikona beef na mimi. Nikona beef already. Already nikona beef, una menye pesa, pesa inaungianga. Yaani pesa, pesa hata <laughs> kama uyuko unajulikana, unaona <laughs> <aze. laughs> <laughs> zake <laughs> <laughs> <Brata. laughs> <laughs> <laughs> <hazizhi> <hazizhi> Nimekuleta kwanza, utajua mambo mengi magumu tusiyojua uh,

My babe zikiregesha habari zako nilizipata na nilipata tu ka vizuri hapo su kwako, sawa?

Saa hii ukiangalia masaa hii tuko karibia usiku. Aya mama, hapana, hapana kama unasikia hata hana mama mtoto

Umesikia swali daktari vizuri? Einafanyia nini mtoto? Nasikia hata wake weza kutulia, mama.

Wendo ulieka mamangu kwa kijana kaka wake, nataka uweze kutoka uweze kumrejesha baba yako hapa. Ndio ndio, rudisha mali za enyewe nikiweza kumalizana na hili la hapa, aelekee kule aniletee mzazi wake wa kiume ako sawa

kwa mara ya mwisho mm. Mwana ni wako, mtoto ni malaika ake Mungu, sivyo? mm. na mtoto awezi kudhuriwa, na mtoto ajui chochote kile ambacho kinaendelea, ndiposa nimesema aweze kurejeshwa kule aweze kulala sivyo? mm. Aa, kwa hiyo kwa hiyo minajili nitaweza kumpa adhabu huyu hapa mpaka mm. wakati ule ataweza kukubali mwana ni wake ama sio wake. Maanake John ananiharibia kazi akieleza kwamba mimi ni mongo, mtoto nadanganya, sio wake sivyo? lisema ya kwamba kenda, wacha niweze kurudisha nyuma kidogo. Nilieleza John, John anajua vyema. Mali kiburi kipo tunatumia kiburi sivyo John? Daktari, ndio. Mm, na mali kuna huruma tunaweza kutumia huruma sivyo? Aha, sawa sawa hapa. Mm. Mm.

Mm, mm. Babu, keti chini. Mimi pia mm, mm huko, hey, na hasira. Leo ni tonjo kidogo. Nikuambia huku sikia. Hapa hapana. Mto nyanyuka. Nyanyuka. Uh, nyanyuka. Nyanyuka nikuone. Simama juu. Nyuka. Ndio oh. Na poketi. Leo ndio leo. Mm. Jo. Usi mm. eh, kunyanyuka. Nyanyuka na mtoto mlipata lini? Uniambie story yote. Si nilikuambia Jun, umesikia daktari amesema mwenye nyumba na amesema ametoka, hii nyumba si yako kuna mwanaume mwingine unadanganya, kijana wangu. Daktari anasema si mwanaume, daktari anasema si mwanaume ni mwanamke, rafiki yake mama. Bado hujaweza kuona mambo, weza kutulia. Au jui ni kwa minajili gani nimeweza kuleta yule mzee hapa? Weza kutulia mama, ama wa mzee Sijui ni cheke hey! ziyake, nyumba si yake, anasaidiwa nyumba, anaekwa, ana pesa jonte hezi m, hezi mrendia nyumba jonte mfanyaji, ningifanyaje? ungefanyaje? ujo ndio alikupea bol na kulipia nyumba unakaa kwa mwenzako, unajua at least iko na support, imagine ningekuwa na msupport and then nikuja ni find out uko na child. Imagine, na maisha niliingia hapa nikasema nyumba iwezi kuwa yake. Geto atakuwa aje? Kwa nyumba kama hii iwezi kuwa yake.

Mtoto mtoto kama huyu hawezi kwa huu. Lazima ako na kitu kama mwaka hivi ama miezi. Hiyo si mwaka, huyo ni miezi. So, oh, kama kama ni miezi na maanisha amembebe hiyo ball for 9 months. So plus hizo so miezi ni one year and something. So ningekuwa na kusupport ningesupport mtoto wenyewe. Eh, mimi pe niligundowezi ni support. Nikaachana na wewe mambo zako.

Kabla niondoke hapa, lazima kila kitu piwe sawa. Hmm. No. No. Sawa so, no no, no. So guys wacha so tukati tungoje mzee akuje na the msichana now. Guys we love you so much, msiende mbali, we are here for you. I love you so much okay. Bye.